Tuko hapa uh, kwenye mwendelezo wa uh, Samia Ilala Super Cup ambayo uh, sasa imefika kwenye hatua ya kumi na sita bora, ambapo baada ya kupata washindi wa, wa au timu kumi na sita bora, timu kumi na sita ambazo zinaingia kwenye hatua ya kumi na sita bora, tumeona kwa sababu uh, pamoja na kucheza football lakini kuna maisha ambayo hawa yeah, timu na viongozi wa, wa timu wa wanatakiwa wawe nayo kwa hiyo tumeanzisha semina kwa ajili ya kuwajenga kifikra na lengo kubwa au uh, semina yetu tumeikita kwenye fursa zinazopatikana kwenye mpira wa miguu. Kwa hiyo tulikuwa tangu asubuhi tuko hapa, kuna semina katika maeneo matatu. Mwakilishi wa kwanza ambaye uh, nilikuwa ni mimi, ya kiongozi wa FA niliwakilisha kwenye uongozi na kurasimisha timu ndio mada ambayo ilikuwa nimewakilisha, kwa lengo kubwa ilikuwa ni kuwajenga, ili wajue sifa ya kiongozi bora na kuweza kuzisajili timu zao, hizi ziwe timu rasmi ambazo zinaweza zika kama FA tukasapoti, lakini pia taasisi mbalimbali zikaweza kuwasaidia. Lakini pia tulikuwa na semina ya pili ambayo iliwakilishwa na Johnson Lusekelo ambayo ilikuwa ni semina ya masoko na, na jinsi gani unaweza kutumia uh, uh, mtandao wa kijamii na kuweza kutangaza timu yako kuweza kupata fursa za masoko, lakini mwisho ni semina ambayo imekuja fursa ambayo imewakilishwa na Dr. Ho ambao ni imi miongoni mwa wadhamini ambao wanadhamini katika Samia la Super Cup. Kwa hiyo lengo kubwa la ili ni kuwajenga uwezo e, hizi timu zetu zinapoenda kwenye kumi na sita bora zikawa timu zingine ambazo zina pamoja na football, lakini wanafikiria zile uh, fursa zinazopatikana ndani ya mpira na nje ya mpira, kwa sababu tukitambua kwamba uh, uh, football yenyewe ni business na uh, kama kuna nafasi ya business, tuwape uh, washiriki wetu waweze kupata wigo mpana zaidi. Okay, hili ilikuwa ni wazo wetu, kutokana na tumefanya kazi muda mrefu, nimeongoza mpira, sisi kama FA tumeona changamoto nyingi sana. Timu zetu nyingi zinakuwa zinajikita kwenye football yenyewe tu, mwisho wa siku uchumi au maisha baada ya mpira na kwa mabaya. Na hata ukiona kuna mifano katika Tanzania, kuna baadhi ya wachezaji ambao wametumia muda mrefu kucheza, lakini baada ya kustafu football maisha yamekuwa magumu kwa sababu awa, walikuwa muda wote kwenye kucheza mpira tu, wakaacha kutafuta zile fursa mbalimbali. Kwa sisi kama FA tukaona hii sio kwa hawa tu, lakini ni opportunity ambao ni lengo ambao linaonyesha kwa wadau wote wa football, kwa watu ambao wanacheza mpira na hata vyama vingine, kwamba pamoja na kusimamia ligi kusimamia michezo lakini tuwaonyeshe fursa ambazo zinapatikana ndani ya mpira na nje ya mpira. Hizi timu zinapokuwa zina uwezo wenyewe, wachezaji mmoja mmoja au timu ikiwa na uwezo, maana yake hata ule mzigo wa vyama utapungua na mpira wetu utazidi kuwa juu. Oh, kwa kweli kwanza ushindani ulikuwa mkubwa na mwitikio ulikuwa mkubwa. Ushindani ulikuwa mkubwa kwa sababu uh, ukiangalia uh, timu ambazo zimepita ile tofauti wa points au kuachana sana, kuna wengine wameachana kwa magoli, kuna wengine wameachana kwa pointi moja. Kwa hiyo ukaona ushindani ulikuwa uh, mkubwa sana, lakini pia mwitikio wa wadau mbalimbali, tukumbuke mashindano katika stage ya kwanza ya makundi vitumika viwanja vitatu, kwa maana vitumika Zingiziwa, kwa maana kule VODP zingiziwa Zingiziwa Kulikuwa na watu wa kutosha uwanjani, kwa hiyo fursa ilipatikana, timu zilionyesha uwezo wao. Lakini pia tulikuwa na uwanja wa Toto Tundu Segerea, pia kule timu zilionyesha uwezo wao, vipaji vilionekana. Na pia tulikuwa na uwanja wa Msikate Tamaa, Vingunguti. Kwa hiyo ukiangalia maeneo yote haya ambayo yamefanyika me, ya mashindano katika st group stage vipaji e, vimeonekana na sisi kama FA tumeonyesha uh, usimamizi mzuri, mashindano yameenda vizuri, yakkua na machangamoto makubwa sana, lakini baada ya hapa tunaelekea kwenye kumi na sita bora 16 bora tunategemea itaf, itafanyika kuanzia tarehe kumi na sita ya mwezi wa nne, na hii itakuwa katika uwanja mmoja tu kwa sababu ya kufanya haya mashindano sasa yawe sehemu moja, lakini tutafanya wapi tuta, aa, siku maalumu ambayo tutawazungumzia tutafanya uwanja gani, lakini tunaanza tarehe kumi na sita na timu ambazo zimeingia, bahati nzuri zimewakilisha eneo kubwa la Ilala, yani imetawanyika ule, ule, eneo kubwa ya, ya, ya wilaya ya Ilala, kwa maana tunapata wakilishi mzuri na tuna ima, imani kabisa machina wayo yatakuwa ni makubwa sana. Wito wetu kwa wadau bado tunatakiwa support ya wadau e, wadhamini mbalimbali wadau mmoja mmoja watusupport kwa sababu tukumbuke haya majina yameshikua jina la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kusema kweli ni, ni shabiki namba moja kwenye football, ni mwana michezo ambaye na support mpira wa Tanzania. Sasa sisi kama IDFA tunamuunga mkono, uh, mheshimiwa rais na tunaomba watu wengine waunge mkono kwa kusupport mashindano haya. Sisi tunakubali mchango wa aina yoyote, udhamini wa aina yoyote, kwa sababu bado tunahitaji watu kutusupport kwa kisha mpira wetu wa Tanzania na kuwa mpira wa Ilala wakikuwa mpira Dar es Salaam utakuwa na mpira wa Dar es Salaam, kikuwa mpira wa Tanzania utakuwa, mwisho wa siku tunasema Ilala ni soka tu.